Utofauti iko wapi kati ya no reform ya mheshimiwa Freeman Mbowe na no reform ya Tundu Lissu? Swali la kwanza la Odemba, dhana ya no reform no election, tofauti ni nini wakati wa uwenyekiti wa mheshimiwa Mbowe na sasa uwenyekiti wa mheshimiwa Lissu? Tulieleza tangu awali kwamba tunatofautiana kwenye dhana ya utekelezaji wa no election. Hakuna mahali kwenye dokumenti zetu za chama iliyotafsiri kwamba no election ni kuzuia au kususia uchaguzi. Dhana ya no reform, no election ilikuwa na lengo la kuunganisha makundi yote katika jamii, twende pamoja tukadai reform. Ndio msingi wa dhana ya no reform, no election, ni kuunganisha makundi ya kijamii, tutengeneze wimbi kubwa la kwenda kushinikiza mabadiliko katika mifumo yetu. Huo ndio utofauti.